Ahmed Arajiga Bada, katika michezo ambayo Ahmed amechezesha, michezo miwili ya mwisho nitakumbuka, huyo amechezesha uh, April 20 mwaka jana ile, na Novemba 5 mwaka juzi. Novemba tano kama ilivyo uh, tarehe, Simba alikula magoli matano kwa moja akiwa mwenyeji wa mchezo, si ndio? ambapo nimesema mwaka juzi 2023 ambapo zilipatikana jumla ya kadi tano za njano. Hapakuwa na kadi nyekundu, ambapo katika mchezo huo kwenye mchezo huo, ambapo kadi tatu walionyeshwa Simba, mbili wakionyeshwa Yanga alafu mm. Yanga wakipata pia penalti, muona bana mm. Ushindi ilikuwa ni tano kwa si, Yanga, moja kwa Simba. Mzunguko wa pili ulipofika Yanga ushindi huo wa goli tano wafanya Yanga wakaweka mabango. Mabango. Barabarani. Na mwamuzi hakusemwa eh? uh, hakuzungumziwa sana. Hakuzungumziwa. Ah, msmbasema <laughs> mm -hmm. mm -hmm. Ni, ni majeruhi ana majeraha sawa. Mchezo uliofuata pia alichezesha Ahmed Arajiga, ambapo mchezo huo uh, ambao ulichezwa Aprili ishirini elfu mbili ishirini na nne hii ni mwaka jana. Yanga walishinda magoli mawili kwa moja. mm -hmm. alitoa kadi saba za njano tatu kwa Yanga, nne kwa Simba. Lakini penalty ilikuwa ni moja ambayo ilienda kwa Yanga. Kwa michezo miwili mfululizo, Yanga walipata penalty. Na zilikuwa ni penalty halali by the way. Eh. Hey. Nataka kusema nini kwa zilikuwa <laughs> Zilikuwa ni penalty halali. Singa, <laughs> <laughs> sema mbona mechi mbili mfululizo? Eh. Penalti na nini? E, mnyama alipasuka bana. Mechi mbili mfululizo za ligi kuu alipokutana a, na mwamuzi Ahmed Arajiga alipokuwa katikati akichezesha mchezo huo, umeona bana mm -hmm. A, alichezesha pia mechi nyingine kule. Kwenye michezo mingine aliyochezesha, nakumbuka Simba alishinda mchezo mmoja kule, ilikuwa ni FA na huo Jumamosi pia Simba hmm. Ilikuwa ni FA kule Kigoma mm. Finali FA bao la Tadeo Luanga. Umeona baada. Uh, lakini Yanga nao waliwahi kushinda, kwa maana msimu uliofuatia ilikuwa ni 21 22 kama sikosei, pale Mwanza bao la Faisal Salum, alikuwa ni Arajiga pia. Kumbuka kule Kigoma wakati anachaguliwa Ahmed Arajiga kuchezesha mchezo huo, ndo wali nadhani, ndo alikuwa msimu wake bora sana. Uh, Yanga waliandika bana waraka wakasema Tunamkataa mwamuzi huyu kwa sababu amechezesha Simba kwenye michezo mitatu mfululizo, ama hatua tatu mfululizo, kuanzia hatua ya robo fainali, Simba ikashinda, hatua ya nusu fainali, Simba ikashinda, na sasa anaenda kwenye hatua nyingine mwamuzi huyu. Kwa nini huyo huyo? Hamna mwingine? Hamna mwamuzi mwingine? Kwa hiyo Yanga wakalalamika, wakanuna, manaji wakanuna, lakini akachezesha na wakafungwa mm na kadi nyekundu ilitokea ili mm, kwa mkoko tonombe umwona bwana, mm, mambo yameenda yameenda. Ligi kuu amechezesha michezo miwili mfululizo, mm, simba anapasuka na, na huu ni mchezo mwingine wa tatu ambapo sio mfululizo, maana ulopita alichezesha Ramadhani Kayoko. Kwa hiyo nadhani na ninafikiri, maana hili siwezi kusema kulisema kwa, kwa herufi kubwa he <laughs> nikisema nadhani watu sinielewe vibaya watakuwa wamejipanga vizuri kwa ajili ya mchezo huo kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda vizuri. Na uzuri pia, walikuwa wakipata kozi ya VAR nafahamu. Pia watakuwa kuna namna pia ita e, watakuwa wana, wana, wana, wameongeza kitu japo watakuwa na VAR, ila watakuwa kuna kitu ambacho wamekipata.